Sasa nimeona na mzee wetu Fahmi Dovuto mwanasiasa mkongwe naye ameingia. Akishafika sasa, niombe nimkaribishe Baba Askofu aseme, kwa sababu ana haraka na amekuja kwa heshima ya kikao hiki. Ana mambo mengi sana, leo ni siku ya Alhamisi, ana mambo mengi mengi ya, ki, ya kiimani. Amekuja kwa kutuheshimu na kuheshimu kwamba haya tunakwenda kuzungumza ni kwa maslahi ya taifa sio ya kwake. Kwa hiyo Watanzania, naomba mumsikilize kwa makini sana. Baba Askofu, karibu baba. Ya, nashukuru sana ndugu Mwaipopo, kwanza kabisa kwa ajili ya mwaliko huu na kwa ajili ya mdahalo huu ambao ni wa muhimu sana kuzungumza juu ya taifa letu la Tanzania. Taifa letu la Tanzania ni taifa ambalo kwanza limebarikiwa na Mungu, na waasisi wa taifa hili walitujenga katika msingi mizuri ya amani, upendo na mshikamano, na ndiyo maana tumefika hapa tulipo. Jambo ambalo napenda kuzungumza, ndugu yangu Maipopo amezungumza, nianze na swala la amani, nizungumze kwamba sumu huwa haionjwi. Ukionja sumu unakufa. Unaweza ukaonja kitu chochote kile ukatesti ladha, lakini sumu haionjwi. Kwa nini nasema maneno haya? Hakuna kitu cha msingi na cha maana katika maisha ya mwanadamu kama kitu kinachoitwa amani. Amani ikiondoka huwezi kufanya biashara, amani ikiondoka huwezi kwenda ofisini Amani ikiondoka huwezi kwenda shambani. Amani ikiondoka huwezi kwenda kumsalimia mjomba wala shangazi. Amani ikiondoka huwezi kwenda kanisani wala msikitini. Na ndio maana mwandishi wa kitabu chetu sisi cha Biblia katika kitabu cha Ibrania anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, oh! Kumbe amani inatafutwa kwa bidii. Amani ikitafutwa kwa bidii haiishii tu kutafuta kwa bidii na kwa sababu umepata kwa bidii, lazima ilindwe kwa bidii. Haya yanayoendelea ni ya kuvuruga amani, na mara zote wachochezi wa kuvuruga amani huwa hawapo pindi amani inapokuwa imepotea. Ndugu zangu wa Tanzania na wote mnaonisikiliza, mzee wangu aliwahi kuzungumza, rais wetu mstaafu Jakaya Mlisho Kikwete, ya kwamba akili ya kuambiwa changanya na ya kwako. Ushawishi mwingi sana umewafanya watu watoke kwenye mstari, lakini ukweli ni kwamba amani ikipotea hatuwezi kufanya jambo lolote. Ndiyo maana lazima tuombe Mungu juu ya amani ya taifa letu la Tanzania, lakini tuwe na hofu ile ya Mungu ndani yetu. Na mara zote panapotokea chaguzi za namna hii, baada ya kila miaka mitano, kunakuwa na vurugu za kila namna, tusivurugiwe ama tusichanganywe. Tusimame katika amani yetu, na kama jinsi ambavyo tunajua serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tulishakubali kuwa na vyama vingi, na kila chama kina sera zake na kila mtu ana haki ya kunadi sera yake, lakini final ni tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi. Sasa tusiharibu kabla tujafika katika hicho kipengele. Ninaombeni sana ninaombeni sana, yoyote anayenisikiliza hata kama hayupo mtu mwingine asikilize. Wewe unayenisikiliza kuwa barua ya kuambia wengine namna ya kuilinda tunu ya amani ya taifa letu la Tanzania. Nataka kuongea jambo jingine ambalo liko mbele yetu, tarehe 29 Oktoba. Ni haki ya kila Mtanzania kupiga kula ni haki na haki hainunuliwi kwa fedha. Ndio maana tumehamasishwa na tunaendelea kuhamasishana kwa kwamba ili upate kiongozi bora, sio bora kiongozi, lazima uweze kupiga kura. Ni kweli kila, kila chama kina nadi sera zao nzuri. Hakuna, hakuna sera iliyo mbaya, lakini final tarehe ishirini na tisa Biblia inasema katika Mithali 18:18 18, 18. Kura hukomesha mashindano katika mashindano yaliyopo sasa hivi, kila mtu mimi, mkinichagua nitafanya hiki, mimi sio dhambi, lakini final ni tarehe kumi na tisa. Tutampataje rais ama tutampataje mbunge ama tutampataje diwani? Ni pale mtanzania anapochukua hatua ya kwenda kwenye kituo cha kupiga kula na kumchagua kiongozi anayemtaka kiongozi anayemtaka sio kwa kushawishika wala usiibe nafasi yako ya kupiga kura, maana ukiibiwa kwa fedha umepoteza haki yako ambayo ni ya miaka mitano, tena mpaka uchaguzi mwingine utakapoweza kufika. Kwa hiyo mimi nijaribu kueleza aa, ni muhimu sana tusipuuzie, japo vipo vitisho vinavyoweza kuatisha watu ili wasitokee katika uchaguzi. Hebu tuachane na hizo sera za vitisho. Ni haki yetu sisi wa Tanzania, ni haki yetu kila mtu. Ndugu zangu wapendwa, mimi nijaribu kuzungumza kwamba amani inapoondoka na vurugu zikiwepo katika nchi, mwenye kupata shida ni mwanamke na mtoto. Wanaume wote tunaweza tukakimbia tukaenda nchi jirani, lakini huyu mama hawezi kukimbia, kaacha watoto. Tutakuwa tumefanya nini? Tujifunze kwa nchi ambazo hazina amani, tujifunze tu. Hata kama kusoma ujui, basi tazama kwa macho. Amani ikiondoka hakuna maendeleo. Amani ikiondoka hakuna hakuna hakuna chochote kinachoendelea. So tuwaombe sana kwamba tujitokeze, tujitokeze na sisi kama viongozi wa dini tusiingie kwenye, kwenye kwenye ushabiki usiokuwa na tija, lamkini kwa kuahidiwa hela au kwa mambo fulani, tusimamie haki. Kazi ya kiongozi wa dini kusimamia haki, ambayo tumeagizwa na Mwenyezi Mungu kuisimamia haki, na hii haki ndio itakayoweza kudumu katika taifa letu uh, la, la Tanzania. Uh, jinsi alivyosema mwenzetu hapa Mwaipopo ni kweli inaumiza sana kama Watanzania kwa viongozi wetu ambao Mungu ameweka madarakani kutukanwa matusi kwenye mitandao. Hatufurahii. Kati mwingine mheshimiwa rais anachorwa kama katuni. Atufurahi, mi nishukuru Mungu kwa ajili ya rais wetu, ni rais mwenye hekima, ni mwenye kifua ambaye hapendi kushambulia kurudisha mashambulizi, lakini sisi kama watanzania lazima tuweze kuichukia hali hiyo. Anapotukanwa kiongozi wetu, umetukanwa wewe no. Naudia tena huyo pointi, anapotukanwa rais wetu anayetuongoza, ni wewe umetukanwa. Kwa hiyo usipende kusapoti ujinga ama upuuzi unaoendelea, maana hutaleta tija katika taifa letu. Taifa letu ni taifa lililobarikiwa taifa lenye amani. Lakini bii yake huwa nashangaa, ni mtu wa kuperuzi sana kwenye mitandao, lakini utakuta Watanzania ambao wako nje ya nchi, nao wanaiponda nchi yao. Ni sawasawa na mtoto anayemtukana mama yake aliyemzaa. Unakiri unapomtukana mama yako aliyekuzaa, hata kama kuna shida, kuna namna ya kutengeneza, kuna namna ya kushauri. Kwa hiyo mimi ni wataki wa Tanzania, tusisapoti vitu ambavyo havileti tija katika nchi. Zilizotuzunguka zitatushangaa kusapoti vitu ambavyo havina tija. Tuendelee kuomba kila mtu kwa imani yake, ili amani idumu. Na ikifika tarehe 29 Oktoba, kila mtu akajitokeze, akapige kula, akamchague rais ambaye aa, au kiongozi ambaye anamtaka. Akimaliza arudi nyumbani, asiende kwenye vijiwe kushabikia Tusingelipenda kuwa na taifa uh, lenye le, le, le, watu ambao wamevunjwa miguu wenye ulemavu. Tunapenda kuwa na taifa ambalo watu wanaweza wakafanya kazi kwa kusonga mbele. Jambo la mwisho ambao napenda kuzungumza, tunawapenda sana waandishi wa habari, maana waandishi wa habari ndio wanaweza kutufikishia habari na watu wakajua nini kinaendelea. Ni waombeni waandishi wa habari. Ndugu zangu, usitumie kalamu yako kuwa kichochezi cha vita. Andika habari ambayo ni ya kweli na habari ambayo haitoashiria vichochezi vya kuondoa amani katika taifa letu la Tanzania. Kama jinsi ambavyo Mwaipopo amezungumza, ni kweli kabisa, asilimia kubwa mahali penye migogoro waanzilishi waliochukua dumu la petroli kwenda kuzima moto ni waandishi wa habari. Moto hauzimwi kwa petroli. Kwa hiyo sisi, waandishi wa habari, mnapopeleka habari ambayo kuwafungua watu kuelewa itasaidia sana kufungua ufahamu na itasaidia sana watu kuelewa nini kinachoendelea katika taifa letu la uh, Tanzania. Mungu aibariki taifa letu la Tanzania. Mungu abariki viongozi walioko madarakani. Hata swala la uchaguzi, Mungu akalitangulie na Mungu akalifanikishe kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen, amen.